Baba, baba yangu kuna kuna jambo nilikuwa nakuomba, nilikuwa nakuomba hata uweze kunipa kiasi kidogo cha hela nianzishe hata mradi wa matikiti nitakuwa nayapeleka kule sokoni. Nitakuwa nitakapokuwa nayauza, baba yangu, najua nitakuwa napata hata zile hela hela ambayo vitanisaidia kwenye mahitaji yangu madogo madogo, niachane na swala zima la kuwa naomba nyie, kwa sababu mimi sasa hivi naona kabisa nimesha nimesha kuwa mtu mzima. Wao, mwanangu, naona mana, siku hizi umekuwa, maana sikutegemea kama siku moja ungeniambia kitu kama hicho. Maana sasa hivi naona kumbe unaanza kuwa na akili timamu, kumbe shule imekusaidia mwanangu. Namshukuru sana mwalimu wako yule wa Kiswahili, amekufikisha hapo ulipo leo. kwani ulikuwa unahitaji kama shilingi ngapi hivi ili niweze kupatia uweze kuanzisha? Kwani ulikuwa unataka kama kiasi gani hivi niweze kupatia ili uweze kufungua mradi wako wa vitunguu na matikiti? Ah, uh, mimi msini, katika, <laughs> zyote, ifanya, ungu, natika, shukulu, kisa, kama shilingi elfu hamsini na hisi itanusha katika vitu vyote nitakapoifanya babangu, a hata nyumbani nyumbani mtaona matunda yake. Nashukuru, ukisaidia hela kama hiyo, kila kitu kitakuwa fresh. Basi mwanangu, kwa kiasi hicho hicho niambia, nitajitahidi nipatie, nitajitahidi nikutafutie, nikupatie. Sasa hivi kumbe nimekuza. A few moments later. Yaani, naona siku hizi umekuwa kupanga chumba utaki mpaka upigiwe kelele hapa nyumbani, kufanya kila kitu chochote kile, mpaka uanze kuambiwa midomo mara mbili, si ndio hivyo? Umetufanya sote hapa nyumbani kama kama mataila, si ndio hivyo? Kwanza samani babangu, mimi kama mimi sasa hivi ni mtu mzima na najielewa, swala la kupangilia chumba changu ni swala ambalo naweza kujiongeza mwenyewe. Kwa hiyo babangu, siwaze mimi, sasa hivi ni mtu mzima. Kuna muda tutafika, kuna muda wangu nimeutenga, nitakuwa na safisha chumba naweka kila kitu changu fresh. Kwa hiyo babangu, usiwaze mimi, sasa hivi najielewa. Yani ni kwamba siku hizi umekua kiasi kwamba unaweza kanipangia chochote kile ambacho mimi naweza nikaamua nyumbani kwangu sieti. Yani huko kwangu na bado unanipangia maisha ya kuishi? Yani wewe huko we, ukiwa huko kwangu hapa itabidi ufate kile nitakachokuambia. sijui umenielewa? ya itabidi ufuate nitakachokuambia, nimekuambia utaandike, utaandike, usiniambie kwamba eti habari wewe ni mtu mzima. Kama ni mtu mzima tafuta kwako. sijui unanielewa? sijui unanielewa ninachokiongea au unanirekodi tu, unanisikiliza hapo? Lakini baba, sijana ndo umeniambia, nimekuwa sana shangaa, sasa hivi tu unaniambia najiona nimekuwa. Hmm, na so, so lazima ile unaoniambia, sio kwamba mi niko hivyo, lakini ni, ni kwamba mi niko simaanishi hivyo kwao, usinichukulie kama ulivyoelewa mzee wangu. Ah ah, vijana wa siku hizi na nyie nao namsahau hata kidogo, macho, watu wazima wanaongea wanaa